Hapa pana shida ya ya, ya, sungusungu. Sungusungu ni ulinzi wa jadi, lakini kuna wakati mwingine hapa matumizi ya sungusungu yanakuwa sio sahihi. Kuna wakati sungusungu hao hao wanakuwa wakamataji, sungusungu hao wanakuwa mahakama, sungusungu hao hao wanatoa hukumu. Kuna matukio hapa ya sungusungu kukamata watu, kuwapiga watu vipigo vibaya, kuna watu kunyang'anya mifugo, watu wananyang'anywa ng'ombe tena. Wakisha kamata kundi la ng'ombe wanachukua mmoja alionona, anachinjwa kwanza. Huyo ni wa nani? Huyo analiwa na nani? Sungusungu hao kwanza, na wanamgaragaza mmoja. Kabla ya mambo kuwepo hapa, tunaanza na ng'ombe kwanza, wanachinja ng'ombe mmoja, analiwa, zinapigwa faini hapa. Kuna watu wengine, ng'ombe wamechukuliwa na vikundi hivi wanauzwa ng'ombe wa watu, lakini watu wanapigwa, watu wanafukuzwa kwenye makazi, watu wanatengwa. Kuna watu hapa mnakaa ninyi, mnakaa yale mlikuwa mnafanya huko mnahamishia hapa, kwamba kuanzia leo kwa bwana fulani hakuna mtu kukanyaga, asinunue kitu mahala popote, asifanye nini, aishi kwenye dunia anayejua. Je, nyie mngekuja mkakuta tumewafungia hivyo, mngeishi hapa mngeishi hapa kuna hayo matatizo? Kwa hiyo OCD, kuna shida hapa, mtafanya makosa, lakini mengine amepelekea mpaka mauaji <coughs> hakuna watu wameuawaumu, yapo watu wameumizwa, wamekuwa vilema. Sasa hatuwezi kukubali maisha ya namna hii. Mtafanya hivyo kama kikundi, sisi hatutajua kama ni kikundi, tutashughulika na wewe Ukikamatwa utajikuta umeingia kwenye kesi ya mauaji hivi hivi hivi hivi, unajikuta umeingia kwenye, kwenye kesi ya mauaji na aliyeua kwenye kesi ya mauaji manake, mwisho wa hukumu ya mada ni nini? Ni nini unajitafutia? Si bure kufika huko, wakija kugundua kwamba hukuhusika, kwa uchache kesi imeenda haraka haraka, umeshakaa miaka saba, yaani unakuja kutoka hivyo saba imesha katika. Sasa OCD, nitaka upate muda kidogo, wasije kutokea mtu anasema nimefanya kosa sikujua. Makamanda mko hapa, kosa litakalofanyika tunaanza na kamanda. Kosa huwa hakuna askari mbaya mbaya, huwa ni kamanda. Sisi kijeshi kukitokea tatizo huwezi kwenda kudili na mtu wa chini, hapana unashughulika na kamanda. Makamanda wa sungusungu mpo? Mko wangapi leo hapa? Mpo? Mpo hotel ya mbali? Wapo hawapo, lakini kaeni kaeni kaeni. Kukitokea tatizo linalofanywa na hawa sungusungu waliotumwa, tutaanza na hao makamanda wa sungusungu, kwa sababu mimi imani yangu inaniambia hakuna askari mbaya mbaya, ni kamanda mwenyewe. Kwa hiyo makamanda, kuweni ma, ma, makini na maelekezo yenu hayo ya kwenda kuvamia nyumba za watu na kukuta na mtu anakula kipigo, mara kutoka hapo nyumba zinachomwa moto. ni nyumba ya mtu ikichomwa, tuna wewe usidi karibu. Jukumu letu sisi kama eh, jeshi la polisi ni kuhakikisha wananchi wapo salama, wao na mali zao. Na jukumu hili la kuhakikisha ulinzi na usalama wa wananchi na mali zao ni jukumu ambalo lipo kikatiba, wazi wazi. Nikisema wazi, wazi, ni mnaitikia wazi wazi. Wazi wazi, jukumu hili namna ya kulitekeleza hatujaachiwa polisi peke yetu, ni jukumu la kila mwananchi, wazi, wazi. Tunaposema kila mwananchi sasa ni pamoja na mimi na wewe, au sio? Kwa hiyo sasa tunapotengeneza vikundi vidogo vidogo kwa ajili ya ulinzi na, na, na kuhakikisha ulinzi na usalama katika maeneo yetu ni jukumu la msingi sana, kwa sababu mipango yote hii ya maendeleo inayotajwa hapa, ili uweze kufanikiwa ni lazima wananchi wajihakikishie wa kwamba wapo salama kufanya shughuli zao za kujiletea maendeleo, wazi. Kwa hiyo tunapounda vikundi vidogo vidogo vya ulinzi shirikishi ikiwa sungu -sungu, ni pamoja na sungusungu, ni wajibu wetu kuwafundisha namna bora ya kufanya hizi kazi katika kata ya Kambi Katoto hapa tumemweka Sergenti Ms, eh, Msamaha yeye ndiyo polisi kata wa kata ya Kambi Katoto na yeye alinipa taarifa kwamba alishawahi kufika hapa kuwafundisheni, lakini pia huyo huyo, pamoja na kuwafundisha, alikuja na serikali ya kijiji kufanya operesheni zake, mkambadilikia. Kile ni kitendo kibaya sana. Tayari mimi nina majina ya watu ambao ni lazima tuwakamate kwa sababu amri imeshatoka, au sio? Kwa hiyo ni lazima wafanye nini? wakamate, wakamate na wakati mwingine tutawatumieni nyie hao hao kuhakikisha hao watu wanakamatwa, au sio? Eh, yeah, yeah, yeah. E, ndio ndio. Shida ya sasa hapo, unapoamua kuwa askari, unaweza ukatumwa ukakamata hata ndugu yako, na inabidi umkamate, au sio? yeah, yeah. Mko tayari kufanya hivyo? yeah, yeah. Kwa sababu hatutaki uhalifu, au sio? yeah. Hatutaki uhalifu, si ndio? au yeah. Au kuna mtu anataka uhalifu? yeah, yeah. Kwamba tutume serikali ya kijiji ije ifanye shughuli zake hapa, alafu mwa na kuwapiga kuwakamata na kuwapiga hiyo ni sawa. Kwa hiyo tutawakamata na tutawashughulikia kwa mujibu wa sheria. Sergeant Msamaha nimempa kazi ya kufika hapa kuhakikisha anawafundisha juu ya ukamataji salama, kuzuia uhalifu, kutambua viashiria vya uhalifu, kuwatambua wahalifu, kujua aina za uhalifu unaofanyika katika maeneo yenu. Tumeelewana? Kwa hiyo kwa wale ambao ni wahalifu awa wana, wana mipango ya kufanya uhalifu waahirishe kuanzia sasa, na sio tu kuahirisha hapa. Sio mahala pao, kama tulivyowaambia kwamba tumeona wengi, tumekuja hapa. Kwa hiyo kama kuna mahali ulikimbia ukifikiri utakuja kufanya uhalifu hapa, mimi nakushauri mapema sana, beba virago vyako rudi ulikotoka, au kimbilia sehemu nyingine kabla sijakutia mikononi. Sisi tumeelewana, lakini yeah. Kwa hiyo tufanye shughuli za ulinzi, tuhakikishe eneo letu lina usalama wa kutosha, lina amani, ili watu wafanye shughuli zao bila hofu yoyote, lakini kwa kuhakikisha tunafanya shughuli hizi kwa mujibu wa sheria wazi, waz. kwa mujibu wa sheria. Kama ni busara inatumika basi ni busara ambayo inaambatana na, na sheria, au sio? Jamani, wewe sijua ukajiamulia kwamba huyu tumemkamata, ngoja tumkomeshe. Ukimpiga mtu ukamvunja, ukamtia kilema, akija kukushtaki, tutakuchukulia hatua, tunaelewana? yeah. <laughs> kwa namna yoyote ile ukigomea kukamatwa, eh, ukamataji halali ukimzuia ofisa wa serikali kufanya shughuli yake halali, amekuja kukamata labda ni faini, wewe unazuia eti kwa sababu wewe ni mbabe. Tutakukamata na tutakushughulikia kwa mujibu wa sheria. Wazi? Wazi. Kama ni ng'ombe wameibiwa mmewafuatilia eh. Sungusungu mpo, si huwa mnatumia wale ndege ndege ya hansi, au sio? Sasa wale wamefanya kazi yao vizuri, wameenda wamekamata ng'ombe. Baada ya kukamata ng'ombe wale wanatakiwa wanatakiwa wafikishwe kituo cha polisi wazi? Wazi kwa kuwa hapa labda kituo kiko mbali, lakini sikuna watendaji hapa hakuna sehemu imeachwa bila kuwepo na serikali au sio? Hapa kuna, kuna mwakilishi wa serikali ambaye ni mtendaji na mwenyekiti wa wa kijiji au sio? Na, na wa kitongoji. Kwa hiyo hao ni serikali Yaani usije ukasema, ah, huyu sijui nini au ni serikali. Tunaelewana eh? Fikisha ng'ombe hao kwa mtendaji. Watendaji hawa wana elimu ya kutosha. Watatuelimu, watatufahamisha au sio jamani? Hapa tumekamata ng'ombe wa wizi. Na baada si umekamata ni ng'ombe wa wizi, ni kielelezo hiki, kitatakiwa baadaye kipelekwe mahakamani kuthibitisha kwamba kweli huyu aliiba ng'ombe. Wale ng'ombe walioiba wako wapi? Ndio hawa. Sasa mkianza kugawana hao ng'ombe kabla hawajafika hata mahakamani. Ng'ombe walikuwa kumi. Wewe umechukua me, mmoja mmechinja. Wamekuwa wamebaki wangapi? Mlio kamata ni wangapi? Sasa hicho ni kielelezo tena simshaharibu. Au nyinyi mnaonaje hapo? Kwa hiyo vile vile ulivyowakamata wale ng'ombe. Wanatakiwa wafike mahakamani kama ulivyo wakamata. Msianze kugawana. Tumwache yule mwenye ng'ombe kwa utashi wake mwenyewe akiamua kuwashukuru, atatoa ng'ombe mwingine, sio wakati wa wale waliokamatwa. Atatoa ng'ombe mwingine kuwashukuru, na si lazima awe ng'ombe, kwa sababu mtu anapoamua kushukuru anaweza kutoa mbuzi, kama mlivyoamua kutoa leo hapo. Kuna mtu amewaomba. Sasa ukianza kushinikiza kwamba lazima tutoe ng'ombe, tuchukue ng'ombe tena, unaenda kuchagua yule dume mkubwa kabisa, ndio unaenda kumchukua, hiyo ni sawa au mnaonaje? wale ng'ombe wanatakiwa wafikishwe polisi, upo utaratibu, utafuatwa na ng'ombe wale watafika mahakamani kama walivyokuwa, na mwisho wa siku wale wezi, tujitokeze mahakamani kuwatolea ushahidi, au sio? Jamani, sio wewe ukishakamata ng'ombe bali imeisha. Hapana, wale ng'ombe wale wezi wale, kuna utaratibu, watakamatwa na wenyewe, wanafikishwa polisi, watapelekwa mahakamani. Sasa sisi wajibu wetu ni kujitokeza polisi, wakituita tukatoe ushahidi, twende tukatoe ushahidi tumeona mpaka hapo. Kwa hiyo wale wezi wafikishwe polisi pia, sio jukumu lako wewe. Jukumu lako kubwa ni kuwakamata, kwa sababu ukamataji pia tunaruhusiwa kukamata, lakini ukishamkamata huyu mtu afikishwe polisi, utaratibu wa kisheria ufuatwe, au sio jamani? Lakini sio jukumu lako ukimkamata mtu uanze kumsurubu, sio jukumu lako kutoa hukumu, au sio bwana? Unaweza kudhania huyu mtu ni mwizi, kumbe sio mwizi eh, wewe umeambiwa ni mwizi, akafika kule mahakamani wakasema sio mwizi. Lakini sasa yeye atajiteteaje kama ukimuulia huko? Sijui mnanielewa, mnanielewa vizuri. Lakini tuna matatizo mengine. Jamii ya Wasukuma mimi ni ndugu zangu, nimefanya kazi na Wasukuma vizuri sana, huko maeneo ya Geita Msalala huko bia zile za chaguraga, tunaoa vit, tuna, tunachukua tuna vitoto vidogo, unakuta hata darasa la saba akajamaliza, unakutana na, na, na, na vijana wana fimbo wana nini wako zaidi ya kumi, wanafukuza katoto aka kamoja. Ule ni ubakaji ule ni nini? Ni ubakaji. Na ubakaji ukishtakiwa uki, uki, ubakaji ukapatikana na hatia, unafungwa miaka mingapi? Sarasini, tumewala jamani. Ukiua mtu a, a, a, afande na mkuu wa wilaya amesema hapa ukiua mtu unafungwa maisha, au sio jamani? Maisha. Kwa tuache tabia za chaguraga, kama ni kuchumbia chumbia watu wazima, si nimeona wa mama watu wazima wapo hapa <laughs> yule ana ujasiri wa kusema staki, ana ujasiri wa kusema nataka, lakini hivi vitoto vidogo tuviache viende shule vikasome. Tumeelewana eh? yeah. Hao ni watoto wa mama mama Samia, hao wadogo. Sasa wewe kama unacheza na mama Samia, sisi tutakushughulikia. Wajibu wa kupambana na rushwa ni wa kila mwananchi, kila mtu kwa nafasi yake, kila mtu kwenye sehemu aliyopo anayo jukumu la kuzuia na kupambana na rushwa. Sawa jamani. Kwako wewe, kama mwananchi jukumu lako unapoona kosa lolote linatendeka ni kutoa taarifa. Sawa? Unapotoa taarifa ndipo inawezesha mamlaka kuweza kufanya kazi yake. Sawa? Na namna ya kutoa taarifa ni toe tu namba yangu ya simu. Naomba kila mmoja aandike ili unapoona jambo lolote linatokea, sana usiana na makosa ya rushwa, basi atoe taarifa. Namba hiyo ni hii hapa hii. 0738 150 139. Naomba nirudie tena 0738 150 139. Basi karibuni na nio, nitoe rai pia, hata tutakapoona watu kipindiki, tunaelekea kwenye uchaguzi, watu wanajipitisha pitisha kutudanganya kwa kutoa vishilingi elfu kumi kumi